Jina langu naitwa Mhandisi Baraka John Mwambage, ni meneja wa Tanroads mkoa wa Pwani. E, barabara tuliokuwa tuki e, sign leo hii inahusisha e, mkataba e, ambao ndani yake kutakuwa na kazi za kujenga barabara ya Mlandizi kuelekea station ya SGR ya Ruvu, barabara yenye urefu wa kilomita 23 barabara hii inahusisha vipande viwili. Kipande cha kwanza ni kipande cha urefu wa kilomita 15 e, ambayo ni ndani ya barabara ya mkoa e, inayoitwa Mlandizi Maneromango, na kipande cha kilomita 8 kinachoanzia pale makutano ya barabara hii kuelekea station ya Ruvu. E, hicho kama nilivyosema, kina kilomita nane ni e, kiko kwa wenzetu wa e, wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA na kilomita 8 kwa ukijumlisha vipande viwili unapata kilomita 23. Mkataba huu una jumla ya thamani yake ya shilingi bilioni 60.25, na unahusisha kazi zifuatazo. Kutakuwa na ujenzi wa barabara yenye matabaka takriban sita. Tabaka la kwanza ni tabaka la udongo la linaitwa G3 ambalo linanyanyua tuta ile barabara itanyanyuliwa tuta lake mpaka kufikia mita nne na nusu. Na baada ya hapo, kutakuwa na tabaka lingine la udongo linaloitwa G7 ambalo lenyewe litakuwa na unene wa milimita 150. Baada ya hapo, kutakuwa na tabaka lingine la tatu, hilo linaitwa Kitalam G15, nalo litakuwa na unene wa e, milimita 150. Baada ya hapo, kutakuwa na tabaka la msingi, tabaka la chini la msingi ambalo litakuwa ni la unene wa milimita 150 pia um, milimita 200, ambapo lenyewe ni mchanganyiko wa saruji na udongo. Baada ya hapo kutakuwa na tabaka eh, la mwisho, hilo ni tabaka la msingi wa barabara, msingi wa juu, lenyewe ni la mawe yaliyosagwa, lenyewe litakuwa na unene wa milimita 150. Baada ya hapo kutakuwa na lami nyepesi inaitwa MCO au MC 30 na baada ya hapo kabisa, mwisho kabisa, utakachokiona juu ya barabara itakuwa ni lami ya moto au mchanganyiko wa lami na kokoto, asphalt concrete, ambayo yenyewe itakuwa na unene wa milimita 30. E, mradi huu pia utahusisha e, uwekaji wa taa kadri ya uhitaji eneo la Mlandizi mjini unapokuja e, Ruvu SGR, lakini pia utahusisha ujenzi wa madaraja ambayo E, kwa mtindo wa barabara hii ambao ni tunasema design and build, yaani unasanifu na kujenga, kutakuwa na madaraja ambayo hayatapungua madaraja manne. Utekelezaji unatakiwa utumie siku mia siku mia tisa, ndivyo mradi unatakiwa ukamilike. Sasa mkandarasi, muda wote kuanzia hivi sasa, ndani ya siku 30 anatakiwa anatokea site akifanya kazi za kusanifu na baadaye basi kuomba approval za kuanza kujenga. Kota kwa utakuwa naenda hivyo hivyo na sanifu unajenga mpaka tukamilishe. My name is Prithviraj, I'm a general manager, we are coming from the dot services, we'll start immediately the project also and we'll complete the project within the time.